Kupitia kugeuka kwa Yesu basi, Yesu ameonyesha e, mitume wake yeye ni wa wapi na upande wake ni wa upande gani, na mwishowe, Yesu amegeuka sura ili aweze kuwatia moyo, kuwaimarisha mitume, ili hata katika mateso yao wajue mateso watakayopitia haiwezi linganishwa na mema watakayopata baadaye. God is good, na hii nafikiri Biblia imekuwa ikitukumbusha kila wakati, wale ambao wanapambana, wale ambao wanabeba misalaba yao, misalaba ambayo tunapitia haitalinganishwa na mema ambayo tutapata, na kwa hivyo mitume walipoona yametokea kwa mlima na jua, walipata nguvu ya kujua ikiwa haya kumazuri kama ile furaha ya graduation, kama hiyo furaha ya, ya familia, kama hiyo furaha ya bandi. Ikiwa tunaweza furahi hivyo hapa na mbinguni, je, kutakuwa furaha tele zaidi, zaidi? Na kwa hivyo mitume wanapata nguvu ya kuweza kuvumilia yale ambayo wanapitia katika maisha. Pia kugeuka kwa Yesu sura kumewasaidia kupata ufunuo na kuelewa Yesu ni nani. Sasa wamesikia uthibitisho sasa, wanajua Kristo ni mwana wa Mungu, na kwa hivyo huo ufunuo wameweza kutululiwa, wame the moment we Mungu ni mwema, yeah. Ukijua Yesu ni nani na ujue Yesu ni Mungu na Mwokozi, basi utabadilisha maisha yako, na unataka transfiguration ifanike kimawazi kiroho kimwili, kwa sababu unajua ni nani unayetumikia. Na ya mwisho, kama nilivyosema, walipata kuonyeshwa utukufu wa mbinguni, waliweza kuonyeshwa utamu wa mbinguni. Na hii ndiyo sababu Petro anasema Bwana, tusishuke tusishuke, wacha tukae. Lakini Yesu hajamaliza kazi na ndio baadaye, basi alimwambia lazima tushuke, lazima wangeshuka. Na unajua waikoshuka, ni nini walikuta chini ya mlima? God is good. Walipata pate ingine

inawanika veana t na maandishi <laughs> na Mafarisayo hao wako hapo, sababu kumbuka, wao walikuwa wamejiunga na kambi ya kumsukuma Yesu. They hated Jesus. Kwa hiyo wameungana na baba huyu, angalia. Tuliniwaambia huyo ni uh, mtume bandia, angalia hata najua ni kama hata leo najutimezataka kugaka, lakini niliwaambia the most vital part in the church is not even the altar, it is the door. Baada ya misa baia

God is good ni kwa sababu baada ya kushuka mulimani walipofika chini walipata mitume wamesukumwa hamuwezi kuponyesha huyu

that demon, that evil spirit cannot be defeated without fasting and prayer. Wakajua hatujaomba ya kutosha, hatujafunga ya kutosha. Na kwa hivyo mkumbuke hata leo, Yesu anapotupeleka kwa mlima anataka kututhibitisha. Anataka tupate nguvu. Watapata tuzo zaidi. Sasa na hatuka kulima, where is our transfiguration happening? It is happening here. Transfiguration yetu mpaka leo hiko. Ukija mass, there is transfiguration, kwa sababu kani kwa tani, hii divai na mkate zitageuswa kuwa damu ya na watakaopokea watakaopokea watampokea Kristo, na Kristo akiingia ndani yetu anaendelea kufanya kazi ya kutugeuza kwa hivyo. Na ndio maana pengine unaingia roho ikiwa cii time, unatoka utatoka na nguvu Umekuja, umekata tamaa, Mungu atakujaza neema ya kupata sababu. Ya wengine wamekuja na wengi labda, au umepanga kutorudi nyumbani. Sababu ya Mungu ni mwema. Umeamua kuacha mzee hapa peke yake, umesumbuka na kutosha. Please don't go, baada ya hapa utapata mpya katika roho yako, na kutukumbusha yale tunapitia hayawezi linganishwa na yale ambayo Mungu ametu